Mtazamaji, kijiji cha Todonyang kilichoko mpakani mwa Kenya na Ethiopia ufuoni mwa ziwa Turkana kiligonga vichwa vya habari mwezi moja unusu uliopita baada ya zaidi ya watu40 kuwawa na wavamizi Ethiopia. Na kama Emmanuel, hayo ni mauaji tatu ya halaiki kufanyika, hali ambayo imechochea ime kanisa Katoliki na mashirika kadhaa kutenga ardhi na kujenga mnara kama kumbukumbu kumbu ya watu 112 waliouliwa na, wali na kuzikwa katika makaburi ya halaiki Todonyang. Hii ni milima ya Chelele Lapur inayozingira kijiji cha Todonyang kilichoko mpakani mwa nchi ya Kenya na Ethiopia. Tangu ujadi, kijiji hiki cha jamii ya Waturkana kimepitia matatizo chungu nzima, matatizo ambayo yamesababishwa na majirani kutoka Ethiopia. Lakini kwa upande wa security Todonyang ni riski sana mazao ndio tunaweza enda kutafuta lakini unatafuta ukifika kwa chakula unapata adui amekaa ya tayari amekuongoja. ya tarehe 22, mwezi Februari, Waturkana wa hapa waliokuwa wameingia ziwani kuvua samaki walivamiwa ghafla na jamii ya Merile kutoka Ethiopia. wavijana wengi waliafa, waliafa wakiwa 47 hawa vijana Wafidiana wengi walikatakatwa na panga, wengi waliuawa na maji, wengi waliuawa na marisasi, yaani walipigwa marisasi. Familia zilizoanza zoezi la kusaka miili ya wapendwa wao zilikumbwa na changamoto baada ya Ethiopia kutuma majeshi yake hapa na kuzuia shughuli za uokoaji kuendelea. Msee wangu pia ameenda, niko na watoto tano pamoja na hii niii ameuliwa hata wiki sasa, hii kaburi yake haonekani. Kilio kinapoendelea hapa, eneo hili la makaburi ya halaiki limetengwa na mnara kujengwa kukumbuka watu waliopoteza maisha kutokana na uvamizi. Kwa hili ya kifo ya tatu hii unafasa sasa, kijana yangu anaitwa Kapao Yomer mahali hapa naongelea hapa ni mali alisimamia hapa hapa. Ni makaburi ya watu watu mia moja na kumi na moja nimesikwa hapa ndani. Nyuma yangu ni makaburi ya halaiki ya Tondonyang' hapa eneo bunge la Turkana ya kaskazini, kikumbuka mwaka 2011 watu zaidi ya 46 waliweza kuuliwa baada ya kupigana na Wadasanach ama merila wa Ethiopia na wakaweza kuzikwa hapa. Mwaka moja baadaye, mwaka 2012 watu kumi na watatu ikiwemo akina mama waliweza kuuliwa na kuzikwa papa hapa raised. Kutoka eneo la Tondonyang' katika makaburi ya halaiki ilioko hapa eneo bunge la Turkana ya kaskazini mimi ni Cheboiti Emmanuel.